Kuna maneno kwamba wazalendo wanateka Bukavu, lakini mpaka sasa hivi kinachoendelea ni nini? Je, wazalendo wameshateka Bukavu au Bukavu bado iko chini ya M23? Jiji la Bukavu bado liko mikononi ya M23, na kwa sasa labda inazidi kuonekana kuwa wazalendo hawajafika katika jiji kuu cool la Bukavu, na badala ya wazalendo kushika pande za Nyangezi, ilionekana kuwa katika jiji la Bukavu kumesalia M23, na ikiwa katana na upande iza Kavumo kabla ya kufika uwanja wa ndege kushikiliwa na wazalendo, baada ya wananchi wakaanza kujiuliza, kwa nini wazalendo waliokuwa katika kando kando wasianze kuvamia ili mnadi basi tupate amani, maana hii hali haitoi kabisa. Taarifa za mwisho tulizozipata kutoka kwa Bukavu ni kuwa wazalendo wameteka uwanja wa ndege wa, wa Kavumo. Hizo taarifa mpaka sasa hivi zina ukweli kiasi gani? Wazalendo huwa wanafanya hatua ya kuvamia, wakishavamia wanashika maeneo kuna muda inatokea, wanarudi nyuma, wanashindwa kufanya mashambulizi, kubaki sehemu zile ili kuendelea kudhibiti muji na kiasi kile. Wananchi wengi wamesema kuwa inasababisha usalama mdogo wanapo wavamia M23. Kuna muda M23 narudi mjini ikiwa na kiselani kubwa kiasi kwamba ukiwa ukiwa umewakosea, wanakuwa wanakuwekea vikwazo vingi sana, kutokana na jisi walivyouawa upande walipokuwa natoka huko. Kwa hiyo hizi taarifa za wazalendo kushiki uwanja wa ndege wa Kavumu pengine ni kweli lakini wameshindwa kuendelea kuudhibiti uwanja huo, sivyo? Kwa hivi aliyekuwa na uwanja wa mpira ni M23, maana baadhi ya magari zinatoka hapa jijini Bukavu na kwenda kuimarisha ulinzi katika uwanja wa ndege wa Kavumo, na kwa sasa M23 hawezi kupata msaada mwingi zaidi wa kuja kusaidia Bukavu, kiasi kuwa wazalendo wameshazunguka Uh, M23 katika jiji la Bukavu, baadhi ya picha za video ambazo tumekuwa tukiziona kutoka huko Bukavu zinaonyesha watu wakichapwa usiku na watu ambao wanasadikika kuwa ni askari wa M23. Hili umelishuhudia, na kama umelishuhudia ama kulisikia lina ukweli kiasi gani? So mara kwanza wala mara pili, maana tunaiona dharani, bali wao walitangaza kuwa ukikosea unapigwa fimbo, ila wananchi wengi wanaanza kujiuliza kwa nini fimbo hiyo ikubwa namna ile pale unapomtandika mtu, sio kwamba unamuua, bali ni kumuonya, lakini ilionekana fimbo zinafikia hadi hatua nusu mtu kufa na kupigwa vipi. Kuhusiana na na hizi taarifa ambazo Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika mengine ya kimataifa amekuwa akisema, jeshi la M23 linaungwa mkono na jeshi la Rwanda, eti kuna tetesi kwamba hawa ambao wanachapa wako pia ambao uh, wamevaa sare za jeshi la Rwanda, ni kweli hili? Uh, kwanza, hii hatua lazima iunganike na tunavyoviona, maana kihasi, mtu anayekuvamia naongea kwanza lugha ya Rwanda, na anavaa sare ya Rwanda, utahisi ni nani? kama wewe tuelekee nchini Burundi, juzi rais wa Burundi Evarist Ndeishimi alionya kwamba M23 pamoja na Redi Tabala waasi hao ambao anadai wanapewa nguvu na Rwanda wanataka kuivamia Burundi kupitia Uvira, na yeye akaonya kwamba angevamia Kigali kutoka mkoa ule wa Kirundo. Hizi kauli za rais wa Burundi Evarist Ndeishimi zimepokelewa kwa namna gani na wananchi wa Bukavu? miasilimiamia uh, zilipofika katika jiji la Bukavu rais wa Burundi kusema kuwa anaweza kuvamia uh, jiji la Kigali, wananchi waliyejua kuwa hii ni tabia ya rais Paul Kagame kuwa wanavamia majirani zake, kiasi kwamba wakaanza kusema inabudi sasa, kama hizi tetese zitaendelea, inabudi ifikie kiwango Kongo izibe mipaka na Burundi iendelee kuziba mipaka Rwanda ibaki kama ilivyo. Mipaka katika maeneo hayo ya Bukavu pamoja na Goma kuelekea Rwanda iko wazi mpaka sasa, si ndivyo? Ndiyo, iko wazi mara mwisho wakati tunazungumza, ulisema hata baadhi ya bidhaa kutoka Rwanda zimekuwa zikiuzwa katika maeneo hayo, na sasa kupita mpakani hakuhitaji tena vyeti, ni kama nchi moja tu. Hilo bado linaendelea, na kama linaendelea, linaendelea kukua kwa namna gani kila siku, sema? Naweza sema ndo kitu ambacho kimeamua kuweka wananchi wengi katika wasiwasi, kikifikra wanajiuliza inakuwaje bidhaa kama bia ya vinywaji iliyokuwa haramu kutoka nchi nyingine kuingia nchi nyingine kuingia hapa jijini DRC inaanza kuuzwa, hadi sasa hivi zinaingizwa na kuuzwa. Hasa hii inapatia watu wawasiwasi, kuonekana kuwa inaweza kuwa tumeshakuwa nchi moja na Rwanda, na bado kuingia uh, Rwanda hamhitaji tena vibali kupita mpakani, ni kibali cha nchi tu, lakini zamani ilikuwa ni sepejel. Sawa, tumeona kule Goma shule na shughuli mbalimbali zimekuwa zikiendelea kama kawaida. Vipi Bukavu, maendeleo hayo yamepigwa au bado huko kuna ugumu wa kuanzisha shughuli hizo za kijamii, sema zinakuwa zipo, lakini kati mtu kwa shule na wasiwasi ipo muda wote, unahisi wavamizi wanaweza kuvamia kama vile wazalendo wanaweza kuvamia kuchukua jiji. Kwa hiyo inakuwa moyo hauko school, unakuwa kwa shule, lakini moyo wako kihisia ki, hauko ndani. Kulikuwa kuna visa vya mauaji vya kila siku, sasa hivi hali ikoje? Hali kwa sasa mauaji yapo, sababu ujambazi unazidi ujambazi ndo kauli kwanza, kila mkongomani anaweza kukuambia na hatua wa nyingine, wananchi wanataka wajue. Uh, inafikia mtu akikosea zaidi ya M23 inamchukua kama mfungwa ya kumpeleka sehemu pasipojulikana. Kwa nini wasikanushe kauli za kuwa napeleka mtu kabla ya ku tangaza sehemu anakupelekwa. Kwa hiyo inawezekana kupendeza wananchi kuwa unampeleka mtu unampeleka sehemu gani? Zaidi mlikuwa mkililia kuhusiana na huduma za kifedha hususan zile za kibenki kufunguliwa hapo da Bukavu, mpaka sasa hivi benki ya Kinshasa imeshafungua matawi yake ama bado imefunga? Hakuna benki iliyofungua katika jiji kwa sasa, kiasi kwamba watu wanaofia hatua nyingine kuwa pesa hizi zinazozunguka zinaweza kuisha na siku zikimalizika, wananchi wataanza kukulana maisha chini ya waasi wa M23 hapo Goma, wananchi wanazungumziaje? Uh, wananchi walikuwa wanatarajia kuwa sababu walikuja kama wakombozi na kujitangaza wao ni wakombozi, watawakomboa na kuwaacha waishi katika maisha mazuri, lakini badala ya kuonekana watu kupigwa sana, mauaji kutokea every time. Uh, makazi hayapo vizuri kama inavyopaswa kukaa, inawapa wasiwasi na kutokuwa na huru zaidi. Mlikuwa mnasema mmewaona kama wakombozi, wakombozi wa wakomboe katika nini sema, walipokuja na walipojitangaza katika jiji la Bukavu walisema kuwa wao ni wakombozi, na kiasi kwamba walisema kuwa wao ni wakombozi. Serikali ya Felix Tshisekedi wakasema kuwa yoni ya ujambazi na wala haisaidi chochote, wakasema wao watarekibu kila alipokosea. Sasa hivi watunanchi wanauliza swali hili, vipi tunaamani ama tunaamani kati tunakufa day by day? Na vipi mashirika ya kimataifa yanatoa misaada, bado yapo Bukavu ama yameondoka? sema shirika lingine hakuna lililokuwa Bukavu, badala ya Goma ndio kulikuwa kuna UN na UN uh, kwa sasa haifanyi kazi kama ilivyokuwa naifanya, maana kiasi walikwazana, badala ya kupeleka wanajeshi wali, waliopelekwa katika hospitali zao wakiwa wanaubua na baadhi ya wagonjwa waliokuwa wanaubua bila kukuwa mawajeshi wanajeshi, lakini walipelekwa na M23. Hali ikoje katika mpaka wa Kongo na Burundi hususani katika mji huo ambao wewe upo Bukavu? Uh, mpaka wa Kongo na Burundi huko uh, umefu, ukiwa umefungwa kwa watu wakimbizi, lakini unafunguliwa kwa wafanyabiashara wafanya business, labda na wagonjwa pia, na ukifika mpakani ukijielezea kamili kitu kinachokupeleka Unaweza ukapita. Kwa hiyo maeneo yale mpakani kati ya Burundi na Kongo yanadhibitiwa na wazalendo au yanadhibitiwa na waasi wa M23? Inadhibitiwa na wazalendo maana hiyo yu iko katika jiji la Uvira. Hawa M23 walikuwa na maendeleo makali kule Walikale mpaka sasa hivi walisema wanajiondoa. Ni kweli wamejiondoa au bado wanaendelea kudhibiti Walikale? Sema walitangaza kuwa watajiondoa sehemu zile bali haikufikia kutimiza timiza ile hatua ya kuondoka katika jiji la walikali kwa sasa, hadi wako pale. Mji wa Kisangani unaonekana ni mji wa kimkakati sana, ambao pia watu wamekuwa kiogopa usiangukie mikononi mwa M23. Mji huu muhimu wake ni upi kwa utawala wa Kinshasa? Kwanza, ile muji ni muji ya iliyoshikiliwa chini ya madaraka ya Kinshasa, ikiwa sasa hivi bado haijashikwa e, bali tumesikia kuwa mtoto um, wa rais wa Uganda general generali, atachukua na ni hatua ya kuweka ulinzi uliokuwa sahihi katika jiji lile. Mji wa Kisangani, shughuli kubwa ni shughuli gani za kiuchumi? Uh, Kisangani ni madini. Aha, na kampuni ambazo zinachimba madini ni za kigeni ama Uh, wananchi ndo wanahusika na madini katika nchi nzima ya Kongo, ijapokuwa kuna sehemu ambako wanapatia ushirika wa Umoja wa Mataifa, ushirika wa nchi zingine, bali kila mkongomani anaruhusika kuchimba madini sehemu zozote zilizokuwa madini. Na ndio maana ukiangalia kidogo rahisi aliposema kuwa Marekani ikoje kuchukua madini weke amani kwa Kongo. Wananchi baadhi ya wengi, ikiwemo na Wazalendo, walitoa kauli kusema kuwa hawataki kusindikizwa na Marekani, kati wao Wazalendo wako natapambania hatua ya kujipea amani na ili mnadi mwananchi yoyote abaki uh, kuchimba madini katika nchi yake. Kutoka mji wa Kisangani mpaka Kinshasa ni umbali kiasi gani? Uh, katika jiji la Kisangani unaweza kuwa tu chukua meli meri naukapita no katika Flev, bahari ya Flev Kongo na no kaelekea katika Kinshasa, labda unaweza kusukua chukua kama masaa sita manane hivi. Kwa hiyo mji wa Kisangani ukiangukia mikononi mwa waasi itakuwa ni pigo kubwa kwa utawala wa Kinshasa, sivyo? Ni rahisi sana kufika Kinshasa. Wakati lorode zile kabila anafanya uasi wake aliuteka Kisangani na ikapelekea maendeleo ya haraka kuelekea Kinshasa, kuangusha utawala wa Mobutu sese Seko. Pengine serikali ya, ya ya Kinshasa ime- imechukua hatua za kulinda mji huo, na kama ndivyo, ni jeshi la Kongo FARDC inaolinda au ni wazalendo wanaolinda Kisangani? Kisangani kwa sasa ina inatajwa kulindwa na wanajeshi kutoka Uganda wakiwemo na FARDC lendo waliokuwa karibu na pande zile. Huyu mtoto wa Mseveni uliomtaja kwamba anataka kuidhibiti Kisangani, anataka kuidhibiti kwa maana gani? Ile hali hiyo ni nchi ni nchi ya kigeni, kwani anataka kuidhibiti Kisangani na maslahi gani na wao Waganda? Uh, kwanza inawezekana na mikataba iliyokuwepo ya serikali ya Kongo na Uganda na ukiangalia kisheria inakubalika kuwa nchi inaweza kujilinda zaidi ya vilomekta zaidi uh, makumi mbili. Sawa, kuna hawa waasi wa Twireneho kama sijakosea, nao wamekuwa wakitajwa sana kuja kwa kasi wakati huu. Waasi hawa Twireneho ni waasi wa namna gani na shughuli zao ni zipi na pengine wao wanapigania nini? Sema tureneo ni awasikia wanatapakaa, bali stori zao sijafikia kuzifuatilia mia asilimia mia. Kwa hiyo kwenye media sizikuongea kitu ambacho labda sijakifuatilia zaidi. Na waasi wa redi tabala wanapigana eneo gani? E, wao huwa wanaingia katika jiji la Burundi na kufanya uhasi na kurudi katika nchi ya Kongo. Wanavyomaanisha Kongo wanajificha sehemu gani waasi hao wa redi tabala? Sema, misitu ziko nyingi Kongo, katika mkoa wa kusini uh, na zaidi katika mkoa wa kusini ndio huwa wanavuka, lakini iko nyingi, na tukichukua Fizi ndio palipokuwa msitu mwingi zaidi. Ni ukweli kwamba katika mji wa Bukavu kabila kubwa ni Banyamulenge, katika jiji la Bukavu au wezi kuwa wanyamulenge ndio wengi zaidi kuliko washi washi, ndio wengi zaidi katika mkoa wa jimbo la kusini. Na kwa Goma je, wengi ni akina nani? Wengi wanaweza kuwa wa Wanande.